Mna habari kilichotokea jana? Ah bwana, mfuatilie mambo ya nchi nyie. Mna habari kilichotokea jana? Sasa ishara ya kilichotokea jana kimeonyesha wazi kwamba watu wote tunatakiwa tuingie barabarani kuhakikisha tunaenda kupata viongozi wapya watakaoongoza nchi hii na sio viongozi wateuliwa kama walivyoteuliwa 20 bunge letu limeahirishwa, likimaanisha kwamba viti vyote vya bunge viko mikononi mwenu nyinyi wananchi. Narudia tena, viti vyote Viti vyote viko mikononi mwa. Oktoba mnaenda kufanya nini? Ili tupate viti vipya vya wabunge watakaokuwa na dira imara ya nchi hii.